Uwezekano kuwa kabisa Kajala hakupenda kile ambacho kilifanyiwa na Harmonize mara baada ya kumkumbatia pale ambapo walikutana kwenye kiwanja cha seven a side, ambapo michuani ya soka ama ya kabumbu, michuano ambayo inapewa jina ya Samia Celebrities and Companies, ambayo inaongozwa na msanii ambaye anaitwa Halkiba ambaye alikutanisha wasanii wengi ama wasta wengi kutoka maeneo mbalimbali. Sasa wikendi iliyopita Harmonize alikutana na Kajala. Kajala alikuwa na Paola pia na hamisa Mobeto, kukatokea konde pale akakuya akamkumbatia Kajala, lakini ilionekana kama vile Kajala alitika tu kwa ajili ya mashabiki walikuwa karibu, lakini Kajala hakukuwa anapenda. Ukiangalia mzuri kwenye video ambayo nitakuwa kuonyesha, bahata ya Harmonize kumkumbatia Kajala, Kajala alimsukuma Harmonize, alitadondokea kule. Lakini pia Paula hakutaka hata kumsalimia Konde Boy, alimwangalia kwa jicho mbaya, hakufurahia kile ambacho Konde Boy kisha baada ya hapo Kajala akaenda kwenye ukurasa wake wa Instagram akiandika, ukiachwa achika na mtakie heri mwenzako, onana aseme wakiachana, yaani yaishie hapo hapo, kusikuwe ingine mausiano ya kati yao. Isitoshe haiko hiyo tu. Uh, Kajala tena akaandika when it's over, leave it, don't continue watering dead flowers. Unaona, na wengine mengi mengi tu ambayo aliweza kuandika, lakini mwenye hakili aliweza kuelewa ni mtu gani ambaye anaandikia wa ujumbe wote. Hayo ndo ambayo yalipitia kule wiki iliyopita kwenye kiwanja cha mpira ha 7a ambacho kilikuwa kinaongozwa na aliciva. Kwa kupata ingine mabari yote tofauti, kwende kwenye youtube channel yangu fanya subscribe, pia usisahau kubonyeza kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata. Sasa kwa Lamata kwa mapya sasa, Lamata yes.

na bwana wakati hey, tunaendelea na, na kuangalia mechi pale uwanjani mm, kama nilivyoambia hapo awali ndiyo, tulikuwa tumekaa uh, nje ya uwanja ndiyo. uwanja ulivyotengenezwa mazingira yake ni tumewekewa tumewekewa kamba, kamba zile nyavu, e, nyavu. Mm. Kwa hiyo kuna watu ambao tulikaa nje na wengine walikuwa wamekaa ndani ya uwanja lakini pembeni, mm, kwenye zile chaki huku na huku. Sisi wakati tunaendelea na stori zetu pale uh, Kajala uh, pamoja na Hamisa Mobeto na Paula wakawa wametoka ndani ya uwanja, wamesema bwana, huku ndani sisi hatuwezi kukaa mm. kwa sababu muda wowote pila anaweza kutubutua. Kwa hiyo wacha tukae nje, wakawa wamekuja kule kujumuika, kujumuika na sisi. so huku na huku, uh, Paula akasema mimi, tumeandaliwa sisi benchi yetu upande mwingine, yani upande wa Mario. Bad Nation walikuwa na sehemu yao na Lamata Village walikuwa na sehemu yao Kajala alikuwa upande wa Lamata Village. Lakini uwepo mm. yani, kwenye upande wa Lamata Village sielewi yani, <laughs> <laughs> roho inataka, yeah, mwili hautaki. Umeelewa? Mm. Kuongea mm. na Kajala simu, simu. So huko na huko kipindi cha kwanza wakati kinaendelea mm. Akapita Harmonize Mm. akapita Harmonize na security wake, lakini ndani ya uwanja mm. kumbuka sisi tupo kwenye zile nyavu nje okay. Na, na, na Kajala alipopita, yeye alikuwa ameenda kukaa na watu wengine ambao walikuwa wamekaa kule, wakina kibabude wakina mm. nani walikuwa wamekaa ndani ya uwanja, ndio mpira umeenda. Uh, hakutusalimia wakati huo Harmonize mona mm. alipita tu moja kwa moja, mpira wakati umeenda. Sasa kipindi cha pili kipindi cha pili tunamwangalia, Lamata alikuwa ajarudi, Lamata alikuwa anaongea na simu kwenye gari mda mrefu kidogo, naona simu ya biashara. mm. Kajala kanaambia tumfate Juma, tukakaa kina Paula na Hamisa mm. umeona eh? Lamata akirudi tutakuja huku sawa, tukamchukua e, tukamchukua baunsa wetu mwenyewe, maana tunalindwa hey. vurugu za vijana pale hatukuzihitaji <laughs> tukaenda kukaa na wakina Paula, Paula. Walivyomaliza kipindi cha kwanza break ilivyoisha pale, mapumziko mpira mm. Wakati unaanza, Kajala masikini ya Mungu mm. akaniambia Juma, turudi kule tulipokuwa tumekaa kwa sababu si break sasa hivi tayari mm. turudi, tushangilie timu yetu Bwana ah, nikaambia bwana, we naye kule kuna vurugu sana, tukae hapa hapa. Mimi si unajua, napenda pambe mm. na, na, na, nategea umbea kabid e, nikakaa eh. nika mimi hapa, Hamisa pembeni mm. huku na huku n na nani, Kajala naniambia Juma, ndugu yangu, tuondoke Lamata, kule anaweza kawa amerudi, atajisikia vibaya kwa sababu mm. akina Shilole wote walikopo ndani ya uwanja wacha wanafanya hamasa aaana tukae kule, kuna mavurugu sana hapa. Benchi kama liko wazi, umona mm. sijui chochote, masikini ya Mungu. dakika kumi nyingi, sijui yule makonde alitoka mule ndani ya uwanja sangape. Maana njia ndo hii, lazima ukipita <tipi> tukuone hapa katikati <tipi> <tipi> <Sijui, tipi> <tipi> yule ali, wakati taenda kukaa yule jicho alikuwa anaangalia tuko wapi, alivyotuona alijua tuki, akipita pale tunajua huyu anatoka lazima lazima aje huku. Hey, tungeama. Kwa hiyo yule alichokifanya Harmonize, akili yake ilivyomtuma ilivyo sense, akazunguka upande mwingine yani akaumaliza uwanja mzima, ili msimuone, ili tusimuone kumuona na maausa wake wakapita, yani hamad, kufumba na kufungua, ipo miguuni, unaondokaje Naomba, hebu kwanza awe hey, za kitu yuko hapa. Apa, mm, namwona yule nani kwanza, wa kwanza kam security wa kwanza mm, wa pili, alafu Harmonize katikati, alafu kuna security kama wawili, Harmonize mimi pembeni, ukimwacha Hamisa huko pembeni, alikuwa amekaa dada yangu moja, Pamchacha Pamela, pamoja mm, na Seven Dash mume wake mm, alivoanza kumsalimia Dash, akaja akamsalimia Pamela mimi sasa jicho langu nimegeuka pembeni ninamwangalia Kajala, kwamba hapa sasa itakuwaje? Paula akawa ametoa simu yake anajifanya yuko bize, anamwonyesha kitu Hamisa. Ina maana Paula mchezo ashaushtukia, alivyomwona tu akajua, akawa ametoa simu yake anamwonyesha Hamisa, alafu pembeni Kajala akawa sasa ananiangalia mimi umeona, anahisi labda Hamisa alitoa, lakini Paula hakutoa mkono wake kumpa Harmonize. Mm. Hata Kajala pia mkono wake hakutoa. Harmonize alifanya hivi mm. Alitoa hivi hiv ali, ali, ali, alimpa hivi wa, hivi, umeona hivi eh, pale inabidi iwe peace mm. <coughs> Kule ukimaliza siti aliokaa Kajala siti mm. zinazofuata, bench lilikuwa wazi, umeona mm. Ina maana kwamba watu wangekuwa wamekaa wasingepata nafasi ya kukaa mm. Kwa hiyo alikuja kukaa security wa kwanza alafu wa kaji, alikuja mudi yule muzungu wake alikaa, hey pembeni ya Kajala alafu akakaa uh, security mwingine. Security si ni rafiki yao mm. Simfahamu. Alafu akakaa Harmonize na wengine, ma security wengine wakakaa huko kama wanne, umeona mm. mm. Kumbuka kwamba alipokaa Kajala kuna gap ya watu wawili mudi na mwingine, alafu mm. watatu ni Harmonize, umeelewa eh. wakati tunaendelea endelea pale na mpira tunashangilia

Akanambia sasa, tunaondokaje tunaondokaje, watu washaloa, tunaondokaje. Basi sasa, kama ni hivyo, njoo ukae upande wa pili huko, kwangu kuna siti mm. Sasa mpambe ananifinya, alikuwa amisa, sasa ananifinya, wewe nawe nae, simwache mwenzio akae palipale, umeona wewe na wewe na atakushinda mm -hmm. Kwanza kule kule mm. e tunakijadili sasa, tuna tunakijadili ili tuondoke mm. sasa mpira unavyoendelea mpira unaendelea, unaendelea. Ah, mm. mimi naangalia hivi, narudi hivi, naona pale alipokaa Kajala mudi mzungu na mwenzie mm. naona mudi mzungu katoka kaenda ka kukaa mwisho kamwacha huyu mwingine hapa, kwa maana ni Kajala yule rafiki yake tayari kwa mtu mmoja, alafu hapo, mimi nikageuka, pap, ndio ile video mkiona nimeposti na kuna video nyingine hapo. Ulikuwa unawachukua? Ah, nilikuwa nawachukua kwa sababu nilikuwa namwambia we black guy pale, ndio ulikuwa unamnani pale, ndio onyo gani la vile, nilikuwa nimeanza hapa chwa, alafu kufika we black guy, kwa sababu nyuma